Mara nyingi kama sio zote, pesa ya mwanamke huwa inatoka kwa mahesabu makali. Ni mara chache sana pesa yake ikatoka bule bule tu. Wao hawakuumbwa kutoa, wakitoa, basi itabidi uwaze mara mbili mbili kwanza. Kabla hujapokea pesa ya dada, haikutoka bule. Nililipa kwa kuseksi na dada tena kwa mara ya tatu. Ndio nilikuwa nikihesabu dhambi zangu ili nitakapotubu niseme kwa kinywa changu. Nilijua hesabu yangu, kwangu niliona ni dhambi mbaya sana japo kwa mtazamo wa dada aliona kabisa ni kadhambi kadogo mno, mfano wasisimizi hivi. Nikuulize kitu, nambie hivi da Selina, ulishawahi kufanya kitu kama hiki kabla? maana unakiona kama kitu cha kawaida mno. Ndio, nishafanya. Nikikwambia niliyefanya naye utashangaa, ni nani? Kaka Frank. Frank huyu huyu, pasta? Yes, ni yeye. What? Ilikuwa zamani, kabla hajaoa. Kipindi kile amekuja likizo, anasoma chuo kikuu, akanikuta kwenye balehe yangu akanibekeli na kunifanya sana na tumedumu muda mrefu sana hadi alipoa hadi amekuwa mchungaji, ndiyo nikaona inatosha nikaachana naye, japo bado ananitaka. Nilitoa macho nikiwa siamini kama kaka Frenki ambaye anajifanya mtakatifu vile ndo alikuwa na seksi na dada ambaye ni ndugu yake kabisa. Nilichoka, Nikavaa nguo zangu nataka nitoke. Dada akaniita Kevoo, we usijali, sababu mi najua mwisho wa siku utakuwa na mke wako na mimi nitakuwa na mme wangu. We kwanza kipindi hiki nizingatie tu, alafu kila kitu kitakuwa sawa. Mi sitakubania, ila kwa sasa usiwe na msichana mwingine yeyote, dada aliongea. Mi sikumjibu nikatoka. Muda huo sikuweza tena kuenda tuition, basi nikaingia chumbani kwangu nikaanza kuchati na mamu kisiri siri. Hivi, mbona Selina ametulia sana alafu anakuposti posti, posti sana status? Anaiposti mm -hmm. Sindiyo ana anakuposti mara anasema eti wanawake wakikuchezea atakubali muwane tu mvunje undugu. Dada Selina ndio anasema hivyo? Ndiyo anaandika hivyo status. Na nambia ukweli, Selina mefanya, umeshafanya naye au anaonyesha dalili zozote za ukutaka? Kwani una wasiwasi naye sana? Ni dada yangu yule, anawezaji kufanya hivyo? sababu alishawahi kufanya hivyo so haitakuwa mara ya kwanza. Alifanya na nani? si ule kaka yenu mchungaji? Mchungaji yule alijifanya mchungaji na huku hadi mimi alinilala. Mm -hmm. kwa hiyo kaka Frenki kalala na dada Selina na weye pia. kwenye kundi letu kamkosa Shamira tu yule, ndio apatikane kirahisi, ana msimamo sana Shamira, usimwonage vile Mm -hmm. Tulichati sana muda huo. Nimemaliza nikaanza kufikiria, mimi na Pasta Frenki tuna tofauti gani? Maana mpaka muda huo nimeshatembea na wawili aliotembea nao, lakini nilikuwa nilikuja kugundua tofauti ni ku, ni kuwa, tofauti ni kuwa Frenki aliwafuata lakini mimi nilifuatwa. Basi nikajipa moyo. Natoka zangu sebleni nakuta dada nanipigia misumari kwa wazee, yaani "Mama, huyo Kevoo asiende kabisa boarding. anataka kukimbia hapa sababu mi na mbana sana kusoma, anakosa uhuru wa kufanya ujinga wake. Sasa anataka kutukimbia, akaufanyie huko kabisa. Hata mimi naona ili swala silikubali kabisa, abaki hapa asome hapa hapa, tunamuona mama naye alisapoti. Yani da, yani mama. Halafu huko boarding siku hizi hata sio salama kwa watoto wa kiume yani, kuna mambo ya ajabu yanatokea huko mama, yaani mtoto anaenda mzima, akirudi ameharibika, inakuwa hasara ya mzazi. Selina, usiongee hivyo, nasikia tumbo la uzazi linanikata. Yani mama, ni hatari kabisa, bweni si salama kabisa kwa watoto hasa wa kiume. Unajua mama, bora msichana akiwa msagaji kuliko mtoto wa kiume. Huyu haendi popote, hata baba yake akitaka, mimi nitakataa. Nani atake huyu, anatoka hapa, labda anaenda chuo. Baba naye alikazia, nikahisi kulia kwa nguvu wangejua huyo dada anatetea ili abaki na mimi aendelee kusex na mimi kila anapojisikia. Siku hiyo niliitwa nikaulizwa maswali kadhaa, wakitaka kujua dhumuni langu la kutaka kuhamia bweni ni nini. Nikawaeleza, lakini wakaona kabisa sababu zangu hazina mashiko, wakanipiga chini. Maamuzi yakatoka kuwa siwezi kwenda shule za bweni. Niliumia sana. Muda wa chakula dada akanisemesha hata sikumjibu. nimefurahi sana hujaenda bweni, bibi wangu, aliniongelesha kwa sauti ya chini, yaani utabaki na mimi hapa tuendelee kufaidiana kufaidi. Nilikasirika, nikainuka na sahani yangu, nikaenda zangu kulia chumbani kwangu, nikaufunga kabisa na mlango wangu, hakuna mtu kuingia. Baadaye nasikia mlango wangu unakongwa, kitasa kinashikwashikwa, nikajua tu ni Daselina. Sikufungua, nikalala zangu. Kesho yake nimeamka nimeenda zangu shule. Nimetoka shule, namkuta Daselina yupo na Shamira yule rafiki yake mrembo kuliko rafiki zake wote. Moyo wangu ulishtuka sana, kuna namna huwa nampendaga sana Shamira sema sasa, yeye mkubwa lika la dada japo kuseksi na Selina na mamu kulifanya nianze kuamini inawezekana. Wewe umekuwa sasa hivi hata usalimii wakubwa mm? Umebalee sasa unajiona, unajiona mwamba mwenyewe. Shamira aliongea baada ya kuwapa salamu ambayo aliona haistahili. Hamna bwana da Shamira, nilijichekesha hapo nikaenda zangu chumbani. Mara ya dada anaingia huku kanishikia kiuno. Kuna nini tena? Na Selina akafata nini tena eh? Mbona drama haziishi! Na hapa ndiyo mwisho wa sehemu ya kumi na tatu ya simulizi yetu nzuri. Usikose sehemu ya kumi na nne ya simulizi nzuri hii.